Hawa jamaa zangu waliozungumza jana hakuna miongoni mwao amewahi kuwa kiongozi wa kuchaguliwa kwenye chama chetu kwenye ngazi yoyote. Wamekuwa makao makuu ya chama, wazungu wanasema as long as I can remember, kwa miaka zaidi ya ishirini, sisi tukipigana hapa, ruzuku ikipatikana, wao wanalipwa, hawajai kufanya kazi ya bure. Mwenyekiti wenu wa jimbo anafanya kazi ya kujitolea katibu wa jimbo anafanya kazi ya kujitolea wenyekiti wa mkoa viongozi wote wanafanya kazi ya kujitolea lakini wao wakiwa makao makuu hawajawahi kufanya kazi ya bure umeingia uongozi mpya umechagua viongozi wengine kwa sababu chama hiki ni kikubwa watu wengine umekuwa makao makuu kwa miaka ishirini miaka kumi na tano miaka ishirini na mbili tumeteua watu wengine. Anapoingia mtu hata anapoingia rais anaandaa baraza lake la mawaziri anaweka jingine Nilo. Lisu ameingia ameunda baraza lake la mawaziri jipya, imekuwa nongwa imekuwa nongwa, nongwa, oh chama hiki kuna ubaguzi Mliwasikia jana, kuna ubagu, tunabaguliwa. Unabaguliwaje? Hawasemi. Kubaguliwa ni kwamba wao hawajapewa nafasi, wamepewa wanachadema wengine, wewe eti ndio ubaguzi. O, chama hiki kinasema no reforms, no election. Kwa hiyo sisi hiyo ajenda tunaipinga, sio ajenda ya nchi nani miongoni mwenu hapa Mkwenda, ambaye anasema leo tukienda kwenye uchaguzi jinsi ulivyo, mnaweza kupata mbunge au diwani? Nani miongoni mwenu anasema hivi? Kuna mtu hapa anasema tukienda kwenye uchaguzi tutapata madiwani? Kuna mtu anasema tukienda kwenye uchaguzi tutapata